Kuna mwenye swali hakuna? Mimi sasa nina swali, kwa nini? Yani mnapita kwenye training, alafu ambadiliki? Kama nyie hamna swali, mii ndio nawaswalika eh? kwa nini ambadiliki? Kwanza na shefu, kwa nini awabadiliki? Yaani mtu anapita training Anaelekezwa, anasaidiwa au hata anapewa feedback kwamba wewe, uwezo wako unavyoonekana, wewe ni traditional. kama unataka kwenda kwenye hizi juu hii tabia na hii na hii inabidi na uache. Mtu anaweza kununa, o anasusa, o ana, uh, yani vurugu mechi. Kwanini inakuwa hivyo? Maana sisi tunapokupa feedback, manake tunataka ujue ulipo, ili kama unaweza kujisukuma hujisukume ufike pale unapotarajia, lakini sasa mtu aipokei, kama anataka kujifunza, yani inakuwa kama ni vita tena eh? Kwanini mi nataka mnijibu hizo, so kwamba hamna nani, hamna midomo, nataka mnijibu hilo so swali eh? Kwa nini ambadiliki s yes. Maiki ile pale madamu, kwanini ambadiliki? Mikuwa... na ukipewa feedback, kwa nini unavimba, unanuna, unasusa? hayo mawii. huyo ni huyo aliopewa feedback akasusa akanuna na, mm. na mm -hmm. mm. yani, aka aka kwa nini kwa kwa sasa asiyebadilika kwa Yaani kubadilika, ile kwamba jamani, kumbe mfumo wa kufanya usafi ni huu, kumbe mfumo wa mapishi bora sio tu kumpikia mtu chakula kiivi atoe njaa. Mapishi tunasema ni pia kumshauri bosi wako vyakula vyenye rutuba, vyenye vyenye virutubisho, eh, si ndiyo? eh mimi nataka sana hilo somo. Nani alipate? Mlisema hajalipata eh, alipate. Lakini yuko vizuri, anajua vitu vingi, ila ajue mfumo wetu ukoje. E, lakini yani, mtu akishajua kumbe mfumo, twende kwa mfumo huu, ndio utakupa hela, mtu bado anataka ang'ang'ane na ule mfumo wake wa kufanya usafi. Hapo mbele kamaliza mambo ya kupanda juu ya sijui kufuta manini hana e, inakuwaje? Wanachosahau no, ni kwamba wanakuambia unavoenda kwa bosi wako hauwezi kufanya kulingana na wewe unavojua, unatakiwa kufanya kulingana na maelekezo ya hapo k ile ambayo wewe unasema mimi najua usafi nafanyaga hivi, hiyo uh -uh. Kishafika kwa bosi lazima uiache. Au mimi naona ratiba ninayofaa naweza kupika hiki hiki hiki. Je, kwenye ile menyu yako itakuwa ni lishe bora, au kwenye zile ratiba zote ni sawa, wiki nzima utakuwa umefuata hiyo lishe bora, au wewe unangangania tu kwamba tutakula asubuhi mkate, asubuhi mkate. Kwa nini usionyeshe mabadiliko? Kwa sababu si tunasema unapoenda kwa bosi unatakiwa uonyeshe Yani wewe uonyeshe kuna haja ya wewe kuwepo pale kuliko bosi. Yani wewe kama wa umefika kwa bosi, afu bosi bado ananua vitafuno yeah. Wewe umefika kwa bosi, afu bosi bado anaoda chakula nje, kwamba ah, dada umechelewa kupika, acha tu tutaoda chakula nje na wewe unafurahia? Unatakiwa ujisikie uchungu kwanza mm. kwa sababu yani mm. ashum kazi unayotakiwa kufanya wewe anafanya naye, uza chakula nje mm. wewe umeenda kufanya nini pale, hilo dongo la shefu hajasoma vizuri. mm. yeah. cool. mm, yani, mm. kwenye hivyo vyote vitatu tunaigusiaga na tunachimba kwa kina, ili wewe uelewe, na sasa, ili tujue umeelewa, ndio tunaangalia kwenye utendaji wako mm. Mm, mm, yani, sawa mnajitahidi kuamka mapema, mnafanya shughuli mapema, lakini kule kufurahia kumaliza shughuli mapema wala sio lengo kuu lengo kuu ni kwamba umefanya kwa kina. Yani ni bora ukavunja siku moja tukakuta mpaka saa mbili unamalizia, lakini umefanya kwa kina. Mimi angalau nikiingia ile toilet ya chini utakuta kwanza, yani jicho langu kwanza, dasbin imewekwaje? Unakuta ilitakiwa iwekwe hivi, mtu kaigeuza, kaigeuza. Na alafu inakaaga hapa, tayari imerushwa hapa, inahamishwa hamishwa tu, alafu eh, alafu ile tissue inakaaga kule nani iko huko inawekwa mpaka sehemu ya kunawia eh, eh. Alafu kuna kikopo kimeingia tena bafuni, sawa, labda <laughs> walikuwa wanakitumia wakati wa usafi. Sasa kwa nini kimekaa very low? Kwa nini wewe hujisikia kama kuna kitu kipo hapo? ya sabuni imefika huku chini kabisa, na sio kwamba sabuni imeisha, hapana, hajaenda kurifili na hiyo sasa inakuwa na arrangement, yani arrange sijui kwa Kiswahili. Mpangilio, mpangilio sahihi. Eh, mpangilio. Yani, washroom ni sehemu yani sisi unajua tumetoka vijijini. mm -hmm. Vyoo ni sehemu ni takataka kabisa. Yani chooni unaenda tu kupeleka haja zako. Haraka tena unatoka. Huko mijini choo ni sehemu yani unaweza kwenda unakula, unaingia chooni yani eh eh, unasoma gazeti unafanyaje. Kwa hiyo chooni sisi huko tumeelekeza kabisa sio tu ni kudeki na kukausha cho kiwe kikavu, ndio una mwaga mwaga maji. Na wewe ukienda umetumia hicho choo, basi uhakisha umekiacha kisafi. Sio unakikuta kisafi tena ukienda unamwaga maji umeacha yani ovyo ovyo, umetoka. Kisa nini? Umetoka chooni? ah ah, chooni sio sehemu chafu, ni sehemu safi. Tunapeleka uchafu wetu, lakini kwa mazingira masafi tunapaacha pasafi. Sijui unaelewa. Kuna tishu imeisha, una chukua tishu nyingine unaweka. Sasa ni tishu tishu hata kutuwekea? <laughs> na hata unapoweka we ndo unatakiwa kujiongeza, kama zipo yani pale. Sasa ndio tunaona kwenye kujiongeza na kujiongoza, labda umeenda kuchukua ndio ile ya mwisho umetuwekea, asubuhi unaripoti mapema, Madam, kuna upungufu wa tishu. Lakini wewe mpaka siku nyingine tena bosi akipita ndio nauliza, "Mbona hujaweka tishu zimeisha sasa wewe, si ndiyo unajua kama tishu zimeshaisha mm. Au imekaribia imebaki moja mm -hmm. Agiza sema jamani, tishu zimeisha, au mbili agiza, au zimekaribia zimeisha, au zimekaribia, unatoa taarifa mapema, kwa sababu hii ambayo sasa ile yani inakuwa vice versa, ni kinyume cha wewe kumrahisishia maisha bosi, inakuwa ni wewe umekuja kumpa stress bosi mm. Kila akija aanze kukagua kuanzia moja mbili tatu, yani na ndio hivyo ndio imekuwa hivyo hilo. Lakini... inakuwa sio lengo la ile huduma yani Ute, sasa bosi anaridhikaje na huduma yako, kama yeye anatakiwa awe na na stress kukuuliza wewe, hii umefanya au hiki hujafanya? Na kila siku tunakuambia yani, ili uonekane ile kazi yako ina tija, umrahisishie bosi wako maisha, ili yani, kuna ule muda akishazoea kwamba wewe ndo unamrahisishia, anakuwa hana haja hata kuja kupitia tena, kwa sababu anaamini wewe ndo unaijua kazi yako, na ndo unatakiwa uonyeshe kwamba unaijua kazi yako, sawa. Nani nafikiri Mary bado yuko kwenye, ana anafanya vizuri lakini bado bado kuna vitu vya, kum... vya kuongeza hmm. A, nafikiri nilipita ni, wakati unafanya usafi nikakuta vile vitu umeviweka pale chini si ndio? E, sasa ile sio yaani uwezi. Kawaida unapokwenda kufanya usafi kuna vitu inabidi uvitoe ili visipate maji vitu kama tishu. tishu na vitu vingine vingine. Una, sisi tuna vidude vyetu vya kuwekea miswaki na nini, unavitoa usafishe, then hivi utavi, utavifuta au utavisugua then utavirudisha. Sasa unavyotoa pale, ili usafishe, usiviweke tena chini, usiweke chini chini. Kwa watu ambao wamefanya kazi mahotelini wanajua kwamba kuna zile zinaitwaje zile ambazo wanakujaga nazo zile kiti ambazo zimebeba dawa za usafi, usafi. sijui zimebeba tishu, zimebeba nini, eh. Hata kama jaenda kufanya kazi amwende hotelini, hata kwenye TV mtakoa aa, mtakoa aa, mtakoa. Aa, <laughs> <sio> kwenye TV TV <laughs> ah yeah, sio asio kwenye TV. Sasa maodari ukishaona mtu tunakuja huku kuanza kuparangana na kazi za ndani huko <laughs> kwenye kwenye hoteli mpaka tumechoka <laughs> na tumeona azilipi, kwa hiyo tumekuja huku kujitafuta kwa hiyo nyakati zile wanazofanyaga usafi lazima tu mnajua, kwa hiyo lazima utafute kitu ambacho, kifaa chako cha kuweka dawa zako, na unapokwenda kutoa vile vitu viweke katika mazingira salaam, salama. Yaani wewe ungeweza kuweka hata kwenye ile meza pale nje, ningevikuta pale, yaani ningejisikia kwamba dada msafi e, kwa sababu kwanza ni kitu ni mswaki naweka mdomoni, we umechukua pale umeweka chini na pale chini kuna kila kitu, sabuni zina kuna zina yani, zina. Sabuni zile unazooshea choo kuna nini yani vyote mchanganyiko. Kwa hiyo kuna namna unapokuwa kwenye hilo swala, yani usafi wako unakuwa kwenye details, lakini sio tu details, hata wewe mazingira yale ya kufanyia usafi tayari yani yasiwe tena machafu, yani sio kwa sababu unafanya usafi wewe tena umeweka yani, mambo yamekuwa tena ni uchafu, si unaelewana hmm. Kwa lazima uhakishe unatafuta vifaa vyako au chombo chako cha kupanga vitu ambavyo vikae kwenye mpangilio. Alafu ukimaliza kule, ndio unaweza sasa kuvichukua hivi vile vya kufanyia usafi, unasafisha then unarudisha kwenye kupanga. Sasa hivyo vitu jamani, ni sio mpaka uulizwe na bosi wako. Una wewe mwenyewe tu katika kujiongeza, kwamba hivi vitu vimechafuka, tunahitaji dawa fulani na hiyo dawa yani, ukiangalia kule walimu wako naangalia wanavyofanya wanavyofanya wanavyofanya, unasema kabisa hii lazima yani. kuna vitu vile unaweza ukariski kuvifanya, kuna vile ambavyo nimesema usije ukaribu mashine za watu, lakini hiyo ni dawa ya kuspray, una spray kunaacha yes, dakika tano uchafu ule unyonywe, then anakuelekeza namna ya kufanyaje hiyo yes. ni kitu sio kitu ambacho unasema kitaribu. Utaribu? Hapana, tumeelewana jamani.